Sheikh, mimi naitwa Shaaban kutoka Mwanza. Je, ukiwa umefunga inaruhusiwa kupikiwa chakula na mtu ambaye sio Muislamu? Mtu ambaye sio Muislamu akasema leo nakuletea iftari. Uh, je, uh, wewe kama Muislamu unaweza ukaipokea iftari hiyo Sheikh? Alhamdulillah, wewe kama umefunga, mtu yeyote anakuletea chakula ambaye sio Muislamu, unakula kwa sharti amekuletea chakula ambaye halali kwa mujibu wa dini yako na amechinja kwa halali na amepika katika sufuria ambaye hasiyo amepika na sufuria hiyo anapika hapo nguo hapa hapa, kama kitu dini yako halali. Mmm, inakuletea kitu halali kwa mujibu dini yako, unakula, hausiani yeye ambaye sio Muislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaalika mwanamke myahudi kwa kwake, ali ameenda kula tena, mwanamke myahudi ilikuwa khabith, alaiha laanatullah, kama kimtasalim sumu katika mbuzi, ambaye mkono wa mbuzi